Tafiti kadhaa zinaonyesha kwamba watu walipitia katika kipindi fulani kigumu baada ya mahusiano kuvunjika, lakini ule ugumu waliokutana nao ni kwa sababu wa kujua nini sahihi ambacho itakiwa wakifaje baada ya mahusiano kuvunjika. Kuna watu ambao wa baada ya mahusiano kuvunjika walikunywa sumu, kuna watu ambao wa baada ya mahusiano kuvunjika walisononeka sana, kuna watu ambao wa baada ya mahusiano kuvunjika walipoteza kabisa hamu ya kula, walipoteza kabisa hamu ya kuishi, na wengine wa walikosa hata hamasa ya kuendelea kufuzia ndoto zao. Sasa kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye baada ya mahusiano yakivunjika, ili usiweze kuathiri maisha yako kwa ujumla. Na jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifanya ni kusema accept. Kubaliano kweli kwamba mwenzi uliekuwa naye saa hizi sio mwenzi wako tena. Kubaliano kweli kwamba yeye aliyekuwa mpenzi wako saa hizi sio mpenzi wako tena. Kubaliano kweli kwamba nafasi ambayo ulikuwa nayo kwenye maisha yake saa hizi a, nafasi hauko nayo tena. Kukubali ukweli inatengeneza mazingira ya kwamba akili yako inaanza kutafuta namna sasa ya kukabiliana na zile hisia ambazo zinakuja mara baada ya uhusiano kuvunjika. Lakini pia kitendo cha kukubali ukweli kinakutengenezea hali ya wewe kuwa huru, kiasi kwamba na mwili una releasi aina fulani ya kemikali ambazo zinakusaidia kuweza kustahimili kwa hiyo kipindi. Ukifuatilia vizuri utagundua kwamba hata wagonjwa ambao walipatiwa taarifa ya kwamba ana ugonjwa fulani mkubwa ambao pengine hauna tiba, alipata ahueni kuanzia pale alipokubali kwamba mimi hii changamoto kwao, tunasema kwamba kukubali ukweli ni sehemu pia ya kujitibia, ili kile kitu ambacho kimekutokea kisiweze kukuzuru. Kuna watu ambao wanaendelea kuumia, wanaendelea kuteseka, wanaendelea kusononeka, wanaendelea kupata shida na mambo yao yanaendelea kuharibika, kwa sababu bado kuna ukweli fulani hawajakubaliana nao. Hatua ufiki wama kiutu uzima ukubali kwamba huyu mtu anihitaji tena hataki tena niwepo kwenye maisha yake. Kubali kwamba huyu mtu kwa saizi, mimi sio chaguo lake. Huyu mtu kwa sasa mimi sina thamani tena. Na unapokubali ukweli, kubali ukweli sio tu kutoka ndani. Unatakiwa kubali ukweli pia hata kwa watu wako karibu ambao walikuwa wanajua kuhusiana na uhusiano wako naye. Waambie kuhusiana na ndugu na jamaa marafiki ambao walikuwa wanafahamu kuhusiana na mtu uliyekuwa naye. Waambie ukweli kwamba mimi na fulani hatuko tena kwenye mahusiano kwa sababu hii na hii, na nimejaribu kila namna ya ya kuweza kurudisha, sijafanikiwa. Kwa hiyo hivi sasa mimi sio mwenzi wake na yeye sio mwenzi wako. Utashangaa sana mara baada ya kukubali ukweli, kuna amani itaanza kuzaliwa ndani yako, ambayo hauwezi ukaipata mpaka pale ambapo utakubali ukweli. Jambo la pili, tunasema evaluate, make evaluation. Watu wengi wanafanya kosa kwamba mahusiano yakivunjika wanakimbilia kuanzisha mahusiano mengine. Wanafanya kosa, mahusiano yakivunjika wanakimbilia kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakawachafua wenzi walionao. Lakini mara baada ya kuvunjika mahusiano yao kuvunjika, ukishakubali ukweli, hatua inayofuatia unatakiwa kufanya evaluation. Evaluation unatakiwa kufanya, unatakiwa kujua kwamba aina ya mahusiano yaliokuwa nayo yalikuwa yananichangia, yanachangia vipi kwenye swala la maisha yangu kwa bora, au kwenye swala la maisha yangu pia unatakiwa kufanya tathmini kuhusiana na namna na, gani ambavyo wewe na tabia zako na mienendo zako kwa ujumla imesababisha mahusiano uliokuwa nayo yaweze kuvunjika. Lengo la kufanya evaluation ni, ni kutengeneza kujipa nafasi ya kujua ni wapi uboreshe, ili utakapoingia kwenye mahusiano mapya basi usiweze kurudia makosa ambayo yalipelekea mahusiano yako ya mwanzo kuvunjika. Hauwezi ukajua kama mahusiano yalivunjika kwa sababu wewe ni E, unajihesabia una haki, ni mtu ambaye unataka usikilizwe, ni mtu ambaye unataka uzingatiwe zaidi. ma, ma, ma, kwa fanya tathmini kuhusiana na namna ambavyo mahusiano uliokuwa nao yalikuwa yanaathiri maisha yako, lakini pia fanya tathmini kuhusiana na namna gani ambavyo tabia zako zimechangia kwenye mahusiano uliokuwa nayo Nasema kwamba kama utatoka kwenye mahusiano ya kwanza na madhaifu yale yale ukaamia nayo kwenye mahusiano ya pili, tafsiri yake tegemea pia na mahusiano tukazisha mara ya pili yatavunjika, bila kujali ubora na uzuri wa mtu uliyekuwa naye. Hatua eh, ya tatu, mahusiano yake ambayo watakiwa kupitia mahusiano kuvunjika, tunasema give yourself time, ipe muda. Kuna msemo mmoja unasema time heals. Muda unaponya wakati mwingine sio vizuri kuwa umetoka kwenye mahusiano halafu ukakimbia kwenye mahusiano mengine. Ni lazima ujipe muda, muda ambao utakusaidia kupona, muda ambao utakusaidia, ambao utakusaidia kuondoa zile memories, muda ambao utakusaidia pia kujua ni wapi ulikosea wapi, muda ambao utakusaidia pia kujenga kwa namna ya upya, muda ambao utakusaidia pia kuponya majeraha ya kihisia ambayo yalisababishwa na kuvunjika kwa mahusiano yalipita. Lakini pia jipe muda da kusaidie kuweka vitu vyako sawa na kurudi katika hali ya kawaida ambayo ulikuwa nayo kabla ya kupitia changamoto ya mahusiano yako kuvunjika. Usifanye kosa kabisa la kutoka kwenye mahusiano haya ukakimbilia kwenye mahusiano mengine, kwa kudhani kwamba utaepuka maumivu na utaipata furaha kirahisi. Hatua ya nne ambayo anatikiwa kupitia baada ya mahusiano yako kuvunjika, tunasema improve improve make improve. Baada ya mahusiano yako ya kuanza kuvunjika, naamini ukifanya tathmini utagundua kwamba kuna kitu fulani ambacho ulifanya, au kwa namna moja ama nyingine, kuna tabia zako fulani zimepelekea mahusiano yako kuvunjika. Kwa kufanya improvement, tafsiri yake ni kwamba kufanya mabadiliko fulani fulani ambayo ya yanahusiana na wewe na tabia zako na maisha yako kwa ujumla, ili uwe mtu bora zaidi ya vile ambavyo na kufanya improvement tafsiri ya yake ni kwamba unatakiwa uangalie eneo lipi kwenye mouse, kwenye maisha yako lina gap, ili uweze kulikazia na kuliweka sawasawa. Kufanya improvement inaweza ikawa ni kwa habari ya muonekano wako, ukaimprove kwa habari ya mavazi Mazuwezi, kufa vizuri. Improvement kwa kusoma, kufanya improvement kusoma vitabu, namna ya roho, ukatengeneza mazingira, ukawa ni mtu fulani ambaye tofauti, ufahamu wa masuala ya, ya kiroho. Improvement yote inakuwa inalenga kufanya uwe aina ya mtu ambaye haukuwa kabla. Tunasema improvement inalenga kutengeneza mazingira kuchukua toleo jipya la mtu kutoka katika mtu wa zamani. Kwa hiyo jaribu kukipa muda, hiyo muda ambao utakusaidia pia kufanya improvement mbalimbali kuhusiana na maisha yako. Jiulize baada ya mahusiano wako kuvunjika ni eneo lipi ambalo unatakiwa ufanye improvement? Eneo lipi ambalo unatakiwa ufanye mabadiliko na maboresho kuhusiana na wewe na maisha yako kwa ujumla? Hatua ya tano na ya mwisho ambayo unatakiwa upitie mara baada ya mahusiano wako kuvunjika tunasema decide. Make decisions. Sasa umeshakubali ukweli kwamba mahusiano yamevunjika, umeshakubali ukweli kwamba yule mtu sio mtu wako tena, umeshafika hatua ya kunipa muda, umeshapona majeraha uliyokuwa nayo, umeshafanya marekebisho. Sasa unatakiwa ufike hatua ya kufanya Decisions. Decisions ambazo unatakiwa kufanya ni either uendelee kubaki single, au unarudi kuwa mtu ambaye uliachana naye, au unaanzisha mahusiano sasa hapo unafanya eh, maamuzi pasipokuwa na pressure, pasipokuwa na maumivu, pasipokutaka kumthibitishia mtu kwamba una furaha. Fanya maamuzi akili yako ikiwa imetulia. Fanya maamuzi ambapo akili yako moyo wako ukiwa na utulivu na nafsi yako ikiwa inafanya ina, ina, ina, inachakata taarifa katika namna fulani ya usahihi. Kwa lazima ufike hatua ambaye utafanya maamuzi, aidha ninarudiana na mwenzi niliyekuwa naye, au ninaendelea kubaki single kujipa muda zaidi, au ninaanzisha mahusiano Sijajua, baada ya mahusiano yao kuvunjika, ni hatua ipi ambayo unaona kabisa kwamba wewe uliruka? Au katika kipindi sasa hizi labda kama unapitia changamoto za mahusiano na mahusiano yako umevunjika. niambie ni kitu kipi ambacho unajua kabisa kwamba hiki ni lazima nianze kukitilia mkazo ili nisiweze kupata madhara ambayo wengine wanayapata baada ya mahusiano yao kuvunjika, niandikie kwenye comment, ili mimi na wengine tujifunze zaidi kwa pamoja.